Habari gani, na mimi naendelea vizuri na afya yako. Karibu tena katika forum yetu ndio Purpose Discovery Forum. Uko na Mwalimu Baraka Mwajeka, lakini tutakuwa leo na bwana mwana saikolojia George Mtafia na leo tutazungumzia zaidi namna gani namna gani unaweza ukagundua kusudi lako. Namna gani unaweza kugundua kusudi lako? Sababu watu wengi wanajua kusudi Purpose Purpose lakini bado hawajajua namna ipi sasa nzuri ambayo anaweza kugundua hapa tumejifunza vitu vingi kuhusiana na kusudi, lakini vizuri sasa tukajua namna gani unaweza kugundua kusudi lako kiurahisi kabisa. Na hapa nitatoa baadhi ya njia, lakini pia anatoa mchango wake kwamba je, ni namna gani unaweza kugundua kusudi lako kusudi lako, lakini pia unaweza pia ukaendelea kutafuta kwa kwa namba sifuri saba mia sita ishirini na mbili elfu moja mia tisa tisini na tano kwa ajili ya kupata vitabu na matirio mbalimbali ambazo zinakusaidia wewe kukupa njia nzuri zaidi ya kuweza kujua wewe ni nani. Asante sana. Sababu ya kwanza ya msingi ambao nabidi ujue ili ukitaka kujua kusudi lako ni lipi, kuna vitu vitatu. Nitazungumzia vitu vitatu lakini bwana Juju pia naye atazungumzia vitu vyake ambavyo anajua kabisa hivi nimemsaidia yeye kujua ni nani. Jambo la kwanza, lazima uangalie pain. Pain. Nikizungumzia pain ni maumivu. Je, vitu gani ambao umevipitia kwenye maisha vilikuwa vigumu of course, lakini ni vitu ambayo utamani wengine waweze kuvipitia tena? Je, ni mambo gani umepitia kwenye maisha ambayo utamani wengine wapitie tena? Lakini at the same time, sio kwamba utamani wengine wapitie, ni namna gani unazuia, njia gani ambayo unataka kuzuia ile jambo lisiendelee kwa watu. Maana yake sasa, unakuja unaikuta, unapata mzigo au unapata hamasa zaidi ya kuweza kufanya kwa bidii kuwasaidia watu kutatua hiyo tatizo lisiendelee kuwa sugu, lisiendelee kuathiri maisha ya watu wengine, tunaita pain. Hicho kitu kinachokupa maumivu kikiona, na una njia za kuweza kukizuia, tunaita ni sehemu mojawapo ambayo inaweza kusaidia wewe kujua kusudi lako duniani ni lipi. Namba mbili tunaita potential. Potential au vipaji au vipawa unavipawa Eh, ntazungumzia vizuri issue ya vipaji uelewe vizuri, na vipaji zaidi ya nane eh, ambao vipo na vipaji vya watu wanaoangalia kutumia macho na vipaji vya watu wanaotumia mwili wao na vipaji vya watu wanaoimba na vipaji vya watu wanaochora na watu wanatumia mwili. Kuna vipaji vya watu ambao tunaita intrapersonal, watu ambao wana uwezo mkubwa wa wao wenyewe, tunasema wao ni personal smart, yani wenyewe wanajua ni wana uwezo wa kujijua wenyewe udhaifu wao pia lakini, ubora wao tutazungumzia hapo mbele usijali, lakini pia na watu ambao wana uwezo wa kuweza kuhusiana na watu wengine. Yote ni vipaji ambavyo Mungu ameviweka ndani mwako wewe. kipaji chako ni kipi? Tumezungumzia kipao au kipaji ni, ni kitu au eneo la eneo lako ambalo unafanya bila kutumia nguvu au bila kujitahidi. Je, ni kitu gani unafanya bila kujitahidi? Ni jambo la msingi sana kujua kwamba oo, hapa ni sehemu pia ya kipaji changu. Oh, nimezungumzia jambo la kwanza pay, nimezungumzia jambo la tatu, jambo la pili ambayo ni ni potential, lakini pi nyingine inazungumzia passion. Je, ni shauku yako ni ipi? Shauku yako ni ipi? Je, shauku yako ni ipi? ambayo uko nayo eh. Sasa uko kwenye ipi wewe? Kitu gani ambacho kinakupa passion ukifanya, hata kama hujalipwa? Ndio, lakini unajisikia passion gani? lakini kama mtu mmoja hapo, ambaye anakusaidia wewe ukajijua ni nani. Sio tu hivyo, lakini pia ni vitu ambavyo vinakusaidia ukajua. Lakini pia kumbuka, utuandikie hapo kwenye comment kwamba ni kitu gani ambacho umejifunza. Je, umejijua au vipi? Ni kitu cha msingi sana. Jiji, karibu sana karibu sana na tuendelee kujifunza kwamba, je, vitu gani vingine ambavyo vinaweza kumsaidia mtu akajijua yeye ni nani kwenye haya maisha. Ah, asante Mwalimu Baraka Mwajeka. Yes. Ah, kwa majina kama alivyonitambulisha mwalimu hapo, mimi ni mwana saikolojia, naitwa John Mtasha. Mm. Yeah, karibu sana. Ah, asante. Na kwenye hili swala la njia za kufahamu au namna kufahamu mm, kusudi la mtu zipo mbalimbali au zimegawanyika katika mitazamo au milelengo chanya tofauti tofauti. Kwa mfano kuna mmoja upo kwenye mlalango wa nli anasema, wa kiroho. Umeona? mm. au spiritual ways za mtu anaweza kafahamu yeye mm. ni nani zaidi, tunapozungumzia yes. maswala, maswala ya spiritual ways ni masuala ya imani, umeona, imani ya mtu kwa Mungu Umeona? mm. Maana mm. tunavyosema Mungu wengi tunamwita kama ni baba ambapo baba tunavyosema ni chanzo source. Source. ni source mm. kwa jili gani? hakuna mtu ambaye unaweza kafua peke yake pasipokuwa na chanzo cha huo mtu ndio, ndio. Eh, ndio, na tunavyojua kimtazamo wa kibiblia au mtazamo wa kispirisho au mtazamo wa kiroho tunaamini kwamba mm. sisi watu tumeumbwa na Mungu mm. tumeumbwa na Mungu. So kama tumeumbwa na Mungu, Mungu alivyokuwa mna amemdizaini mtu yeah. Hakumwacha peke yake hivi hivi idle mm. Ila kwamba kuna majukumu fulani ambayo mm. ni shauku ya Mungu kuyafanya katika dunia, umeona huh? mm. Ni shauku ya Mungu kuyafanya katika katika dunia. Katika dunia sasa, okay. Ili ufike duniani uweze kuyatimiza mm. Kuna tunasema kuna kanuni zake Yeah. Kanuni namba moja ambayo itakufanya mtu Mungu aoperate duniani, ana uhitaji mwili Aha. ana uhitaji mwili, kwa maana hiyo ni kwamba Mungu kabla, yaani kabla haujaja duniani Mungu anakuwa ameshakujua kwanza, ndiyo ndio ndio ndio na huo ushahidi hupo upo nadhani ukipitia katika kile kitabu cha Yeremia mm. Kuna sema nasema kabla sijakuumba kabla, kabla. Eh, eh. duniani. Duniani, nalikujua eh, hey. mm. So hapo unavyonielewa ni kwamba hivi ile ni kazi kabisa ya Mungu, tunasema ni kazi kamili yeah. Eh, hey, ni project ya Mungu mm. Sasa Mungu anasema bwana duniani, inabidi kifanyike moja mbili tatu mm, hey, jukumu. Eh, hey, jukumu lipo mm. Mona, jukumu ulipo. Kwa sasa Mungu hawezi akashuka aka moja kwa moja akaja kuapalete duniani, ila anampa mtu mm. agizo au kazi. Aha. Mona, ambapo sasa hiyo kazi inakuwa inahitaji mwili sasa. Tunasema hii, tunasema huyu hmm. mtu ni mwanadamu, lazima awe na mwili Aha. Mungu yeye ni okay. roho ila uh, anatafuta mwili mwili duniani ili afanye kwa nafasi yake yeye ya unu, duniani okay na hizo yes. kwa hiyo mm. sasa tunavyosema masuala ya kusudi kwamba ni kazi kamili au ni kazi iliyokuwa imekamilika. mm. mm. kwa mtazamo huo, kwa kwamba mtu yoyote ambaye yupo duniani mm. Mm. ni kazi tayari ya Mungu. mm. kwa nini tunasema ni kazi ya Mungu tayari? kuna kitu fulani ambacho Mungu amemwambia mtu huyo akifanye. mm. vipi, labda kwa ambao hapa wamezaliwa nje ya ndoa huyoakifanyi Ah, mm. Ukikuta mtu aliye yoyote aliye aliye kwa mezaliwa nje mm. ya ndoa, hiyo ni njia tu, lakini wewe kwa Mungu tayari ushajulikana bado, yani maana hata kama umezaliwa huko nje ya ndoa, bado ni mpango wa kito. Mungu ndio, ah, okay. Maana kuna, mm. kuna kitu kimoja kinakuwa kama cha kufresh kidogo ama mm. cha kuchekesha kidogo mm. au cha kuhuzunisha, lakini mm ni mpango wa Mungu. Kwa mfano tuchukulie, kuna wengine ambao inakusema tu kusema labda yeye amezaliwa ni mtoto nje ya ndoa. Kuna wale watu ambao tunasema labda mama zao labda ni upatikanaji wa watoto wa kupatikana vizuri, tunavyosema vizuri kivipi au ni kialani ni vipi? Tunachukulia mama labda mm, mama alibakwa, mama alibakwa, amepokea illustration ya kubakwa. Of course kubakwa sio kuzuri lakini ndo hivyo sasa, mtoto Indona. amezaliwa ndo njia mm -hmm. iliyotumika kumleta mm -hmm. duniani. Kwa zote hivi, sio makosa yake yeye. Sasa sana stori moja niliipata, huyu anaitwa Oprah Winfrey hu mm. yeye akawa amebakwa na mjomba wake akiwa na miaka tisa, ndio kaja kujifungua mtoto. Maana hata huyo mtoto pia kujifungua ni sehemu ya kusudi. Ndo maana kuna waswahili walienda mbali zaidi, wakasema kitanda kizai halamu. Kwa maana ipi hapo sasa? Kwa maana ipi ni kwamba hivi makosa anaweza akafanywa kwa wale waliokutana, mm -hmm. lakini mtoto kama mtoto hana kosa, sio, kosa sio kosa kwa mtoto ah. Kukume, mtoto ni kosa pale inapoanza kuhuzunika alivyozaliwa, ehe eh. ah. badala ya kujua okay nimeshazaliwa, nimejikuta tayari niko mm -hmm. duniani. Duniani, sasa. Kwa kama niko duniani basi kuna kazi maalumu ambayo hiyo imenifanya mpaka sasa hivi ni wepo, kwa sababu inawezekana, basi angekuwa shakufu baada ya tumboni. Ndio maana ni wengi mkamruhusu azaliwe na anaishi mpaka leo na anaishi mmm mm, mm. Unaongeleaji ambao amezaliwa ni mikono na una shida, mguu ina shida, macho ana shida, yes, ana shida yeah, ana shida na shida au vipi? Yes, masikio labda ana shida na na shida unaongelea tunachoongelea uh, ni kwamba hivi mtu kuzaliwa hana mkono mmoja hana mguu mmoja hana nini au tunasema mm, mm. moja kwa moja ni hapo, tunasema tunaweka uh, ni mm. kama special needs, special needs yes. Yes. Yes. kwa jina nzuri mm. kabisa tunasema people with special needs, watu wenye mahitaji maalum mm. unaelewa vizuri mm. kuzaliwa hivyo sio shida, pamoja na unavyomwona yupo hivyo lakini mm. bado Mungu yuko Sulu pamoja mpipo. na yeye na pamoja mm. na kusema hivyo hivyo sio shida kwenye hapo hapo bado Mungu anaweka ndani kazi yake fulani. yes. Ehe, kwao sasa, iliyoweza kumdesign mtu awe na special needs ni kwamba kutokana na kazi atakayokuja kufanya duniani, bado kumbe ni kusudi tena, yes. ni kusudi, ni kusudi. ah, okay. pia ni pata story ya mtu anaitwa Vus Beach Clinic yes, yule jamaa yeye ana huduma yake anaitwa hana mikono ndio, ana miguu tu, mikono hamna, lakini ameoa mke mzuri na wasio na familia. Lakini sasa hivi ana kanisa kubwa, na bado anamuita kwenye spichi mbalimbali na watu wanamsikiliza. Na kwa kumbe, Mungu pia ajua kabisa huyo angezaliwa kwa kawaida, pengine asingesikilizwa, ndiyo, na asingekuwa na hiyo wuyo huduma, asingesaidia watu ambao wako hivyo. Kumbe kwa, kwa vile vile ni kusudi tena. Ah, okay. Patao vizuri. Nimepata vizuri sasa hapo, manipata vizuri ehe, eh. Kwao sasa, tukishaona mtu ameshazaliwa labda na special needs nice, ana mm. Nini yani, mazingira ya kuzaliwa kwako sio shida ya kwewe hivyo mm. Ndivyo ilivyo kwa, imedizainiwa na Mungu mm. Mtu huyu apite huko apite huko apite huko, lengo na makusudi, tuja tufike kwenye kilele ambacho sasa mtu kujijua mm. Zaidi kusudi lako ni nini, nini kilichokuleta duniani hapa? Eh, eh. Jambo la hilo la msingi ni kwamba inabidi arudi kwa Mungu e, e, kwa Mungu kama mm. chanzo kama ni source. nisaidie. Nijue mimi ni nani. Uje ya pili, nyingine hiyo ya kwanza mm. ya kusema nini ya kusema spiritual. Kimtazamo spiritual. Yes, spiritual divine. Au divine. Pata vizuri okay. Tukitoka hapo tunaenda kwenye A, mtazamo mwingine ambao hupo umekaa kimtazamo, kama tunavyosema katika masuala ya mm -hmm. positive masuala ya kuwaza, masuala ya kufikiria thinking. Yes, mm -hmm. thinking so kwenye thinking nako mm -hmm. vile vile, kimtazamo huo tuna mtu anaweza akajipata, tunavyosema kujipata, kwamba kujijua yeye kusudi lake ni nini kwa kufikiri yeah. Ah, hata idea anazopata mm. Mtu naweza kumjulisha kwamba wewe hii ni kusudi lako, mara zinakuja mara nyingi, ehe, inakuja hey, mara nyingi ambapo tunakuja kuweka mm -hmm. Ni tofauti na mtu mwingine kwamba wewe idea zinakuja nyingi na in short. Mm. Ah, ni nzito kwa maana hiyo, ni kwamba ninachokifikiria mimi uenda wewe ukifikirie ndio na kikawa ikawa njia na ndio maana kuna kitu kinachoitwa creativity uh -huh. Yani, kwamba kuona tofauti na wengine wanachokiona uh -huh. Kwa sababu mtu hataki kuona kama anavyoona wengine sasa. Ndio maana kuwepo kuna utofauti wa mawazo. Unaona? uh -huh. Na hicho ndicho kinacho, kinachoenda kinacho, kinacho, kinacho, kuijenga jamii yetu uh -huh. kimtazamo kwamba kuna utofauti wa hapa na hapa, unachokiona wewe hii hapa, labda tuchukulie uh -huh. kuna sukari na chumvi mm -hmm. sukari ni tamu mm -hmm. sukari mm -hmm. Lakini pamoja na kusema sukari ni tamu mm -hmm. Tuli, tungependa watu wote waipende sukari kwa kuwa ni mm -hmm. ni tamu, lakini cha ajabu mm -hmm. sio wote wanapenda sukari mm -hmm. Kuna mwingine anapenda sana chumvi kuliko kupenda sukari mm -hmm. Kwa nini? yeah. Tunaona hivi huu tunasema ndo utofauti wenyewe Mm -hmm. Unachokiona kwako kwa kizuri, kwa mwingine kinaweza. Yes. Hmm. Na kile kingine unachokiona hiki hiki ni kibaya, Ningeweza kukiona hiki kizuri. Na ndio maana hata kwenye, kwenye maswala ya aidi na creativity, tupo tunatofautiana vivi hivi, na utofauti huu ndio unaoleta kitu kinachoitwa creativity. Aha. Kwa maana kwamba ni kwamba kila binadamu akija na mawazo yake tofauti tofauti tengeneza dunia ambayo watu wa kuja na creativity mbalimbali. Ehe, ndio kujaziliza pale palipokuwa mm. pamepunguka. Okay. naelewa vizuri, oh. ku kumbe hapo nakuja kujua kwamba kuku kuwa mawazo au mawazo ya watu anavyoyapotezea anafanyaje, ndio anaharibu kabisa sisi. Ehe, wapo wanakuwa wanajipoteza wenyewe. Mimi nakusudia. Yes, ndio kwa ajili gani? mm kwenye kwenye kupata yani utofauti wa mawazo kutofautiana kimawazo, mawazo kimtizamo. hmm. Hapo ndipo ambapo mtu mwingine ndio kusudi lake lilipo. Hapo kwa nini alifanya hivi? kwa nini rais hajaweka mradi huu eh? hey, ambapo mradi huu kwa kijijini kwetu kule kuna changamoto moja mbili tatu kadha wa kazi, mimi ambao sijaziona. Ehe, ndio utofauti. Kwa, eh, kwa yule mwenye shamba mona kabisa ndani yake ni kusudi lake kwa masuala ya mashamba, masuala ya ardhi, ndiyo utaishi wake ipo kwenye masuala ya nini ya kilimo. Lakini mwenye siasa naye anaona kitu kutokana na mtazamo wake wa kisiasa. Abubu, sasa kwenye ule mm, usiasa wake sasa ndani yake zaidi mm, ndo kusudi lake. Okay, rafiki yangu leo tumalizie kwa hivyo kwamba tu at least kwa mwangu unapata mwangu kwamba unaweza kujua kusudi lako kwa namna gani, lakini pia unauso kuweza kuuliza maswali na kupata muda kama huo wa kuandika. Lakini kwa leo naomba tushie hapa na tutakuja next time kwenye vitu vingine. Usiache kuweza ku like, comment na kushare vitu kama hivi ambavyo unajifunza hapa. Asante sana kwa sababu jambo la kuongezea pia kuonyesha mawazo ni kwamba kila kinachokiona ni mawazo, nyumba ni mawazo, muziki ni mawazo, simu ni mawazo, tani mawazo. Sipuzie mawazo yako. Goodbye, have a nice moment.